Madawati haya mia saba na ishirini yatapelekwa katika shule nane na shule hizo ni kama ifuatavyo: shule ya msingi Nkungwi itapelekewa madawati 200, shule ya msingi Gwinga itapelekewa madawati 150, shule ya msingi Ilebula itapelekewa madawati sabini, shule ya msingi Kamsanga itapelekewa madawati 60, shule ya msingi Mnyagala itapelekewa madawati sitini shule ya msingi Ntimba itapelekewa madawati 60, shule ya msingi Kambanga itapelekewa madawati 60, na shule ya msingi Silonge nayo itapelekewa madawati 60. Kwanza tunayo furaha kubwa, tumekagua na tumerizika sana na kazi inayofanywa na mkurugenzi wa madawati ajili ya shule zetu. Tumerizika sana na kazi ambazo fundi huyo anafanya katika kuhakikisha kwamba tunapata madawati bora kwa ajili ya watoto wetu. Hapa tumekaa kwa raha zetu, dawati liko vizuri, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuboresha mazingira ya kujifunzia katika shule zetu zote ndani ya Wilaya ya Tanganyika. Ni maelekezo pia Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa sisi kama wilaya tunaendelea kusimamia na kutekeleza maelekezo ya viongozi wetu ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanaoandikishwa kwenye shule zetu wanasoma wakiwa wamekaa kwenye madawati. Madawati haya wanaenda kukaa takriban watoto 2160 na ya awamu hii, na kazi hii tutaendelea nayo mpaka kila shule kuwe na madawati ya ziada hatutaki kuona tuna upungufu kwenye shule zetu, kwa sababu hayo sio matamanio ya mheshimiwa rais na wananchi wa wilaya Tanganyika. Tuwaombe sana wahimize watoto wao kwenda kusoma kwenye shule zetu, na leo madawati hayo tunayopeleka Nkungu, madawati mia mbili yatapelekwa mpaka kwenye shule shikizi ambako watoto wanasoma katika mazingira ya karibu lakini iko siku ile shule shikizi tutaikamilisha iwe shule iliyosajiliwa. Wito kwa watoto wanaosoma shule za msingi mpaka sekondari wasome kwa bidii. Mheshimiwa Rais wetu amefanya kila jitihada, ameweka kila bidii, ameweka kila mifumo ambayo itapelekea watoto wa Tanzania wasome katika elimu bila malipo. Na sisi tunaahidi kuendelea kufanya kazi kwa weredi, kwa ushirikiano, kwa mshikamano. kwa kwa ushirikiano jina naitwa Alson Jofa Wiso afisa tarafa tarafa Kabungu tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais wa kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kusukuma maendeleo katika taifa letu wilaya yetu halmashauri yetu na kwenye tarafa yetu ya Kabungu leo hii tupo kwenye kiwanda karakana hii ambayo inatengeneza dawati tuipongeze sana na tuishukuru serikali ya wilaya ikiongozwa na mweshimua mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa almashauri, baraza wshmia madiwani ambao wameona ipo haja ya kutengeneza madawati. Leo hii tunakabidhiwa dawati na ishirini ambazo zinakwenda kwenye shule za msingi zilizopo katika ya madawati Tanganyika. na ishirini ajili ya shule saba za msingi zizopo katika shule yangu tuna kila sababu ya kushukuru uwepo wa dawati hizi, inakwenda kwenda kuondoa kabisa tatizo la watoto ambao wanakaa shuleni kwenye baadhi ya shule zetu. Tunazo shule nyingi watoto wanaendelea kusoma, na ongezeko la wanafunzi kila mwaka limekuwa ni kubwa. Kwa serikali ya wilaya imeendelea kuwa na mkakati wa kuendelea kutengeneza dawati katika kila mwaka, na ndani ya mwaka huu, hii ni awamu ya ya pili. Awamu ya mwanzo tulipata dawati mia sita. Sasa hivi tumepata dawati mia saba na ishirini na kwenye mgao huu, tarafa Kabungu peke yake tumepata dawati zisizopungua mia tano na ishirini. Sisi tuahidi kwamba tutakwenda kuzitunza dawati hizi, zitatumika kwa malengo aliyokusudiwa, na tutafanya ukarabati wa mara kwa mara pale inapokuwa inahitajika. Asanteni sana.